Habari na karibu ndani ya duniani kwetu. Leo macho ya dunia yameelekezwa katika eneo la Greenland ambako kuna mzozo mkubwa wa kidiplomasia kati ya Marekani na Denmark. Rais Donald Trump ameishangaza dunia pamoja na viongozi wa nchi ya Denmark kwa kutangaza mpango wake wa kishindo wa kuichukua Greenland kwa ajili ya kuwa kama eneo la Marekani. Trump amesema sisi kama Marekani tutafanya hivyo kwa hiari au kwa lazima, kikubwa kuhakikisha eneo la Greenland linakuwa chini yetu. Je, huu ni mwanzo wa vita mpya ya ardhi, na kwa nini Trump anaitamani sana Greenland kwa gharama yoyote? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili kupata ukweli wote. Usisahau kusubscribe kushea na kukoment ili tuendelee kuwa pamoja katika chaneli yangu. Sasa nia ya Marekani kulihitaji eneo la Greenland kwa hali na mali kumeibua maswali kwa watu wengi duniani na kujiuliza, je, ni kwa nini Marekani anahitaji eneo la Greenland? Nafahamu hata wewe msikilizaji au mtazamaji utakuwa unajiuliza ni kwa nini Trump anang'ang'ania kisiwa hiki cha Greenland ambacho kimejaa barafu. Sasa ningependa ni nikujuze mpenzi mtazamaji, ni kwa nini Trump anang'ang'ania kisiwa hiki cha Greenland. Zipo sababu mbili tu ambazo zinafanya Marekani akitolee macho na kuhitaji kupata hiki kisiwa kwa ali na mali kwa jasho ama kwa damu. Sababu hizo ni, sababu ya kwanza ni sababu ya kijeshi na sababu ya pili ni sababu ya kiuchumi. Tunajua Marekani ni mkubwa sana duniani na na ukubwa wake ni katika mambo mawili tu, ni ukubwa wa kiuchumi na ukubwa wa kijeshi. Na za ndani zaidi inaonyesha kwamba Marekani anang'ang'ania hii Greenland kwa sababu itampa fursa ya kukua katika mambo yote mawili, yaani kwanza ni kijeshi na pili ni kiuchumi. Tukianza na faida ambayo Marekani ataipata katika upande wa kijeshi, Greenland ipo katikati ya Marekani na Urusi, hivyo kuimiliki Greenland kutamwezesha Marekani kuweka mifumo ya ulinzi na makombora ambayo yatakuwa karibu sana na nchi ya Urusi, ambapo hii hali itamfanya Mrusi mbeleni aogope kubishana na Marekani kwa njia za kijeshi, kwa sababu Marekani atawekeza ulinzi mkubwa, atawekeza majeshi makubwa katika eneo hili la jirani la Greenland. Lakini pia kwa sababu ya pili au sifa ya pili ambayo Greenland inayo ni sifa ya kiuchumi. Watafiti wengi wanakuambia chini ya barafu za Greenland kuna madini adimu na mafuta ambayo dunia nzima yanahitaji kwa kipindi hiki. Kwa hiyo Trump anaona kabisa umiliki wa hilo eneo kutamfanya yeye aendelee kujikuza zaidi na zaidi kiuchumi, kwani atayatumia haya mafuta pamoja na madini katika kutengenezea na kuendesha viwanda au na kuziuzia nchi zingine. Hivyo, endapo atafanikiwa kupata ili eneo, utamfanya akue kwa nyanja zote mbili, kiuchumi na kijeshi. Ndio maana anakwambia ninahitaji ili eneo kwa hali na mali, kwa jasho na damu. Je, unadhani Rais Trump ana haki ya kutaka kuichukua Greenland kwa ajili ya usalama wa Marekani au Denmark wanapaswa kusimama kidete kulinda ardhi yao? Niandikie kwenye comment na pia usahau kusubscribe ili uendelee kupata habari mbalimbali za matukio yanayotokea duniani kwetu.